Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Felix Tshisekedi ametoa wito wa amani ya Maziwa Makuu na kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na Rais Paul Kagame wa Rwanda ili kufikia amani ya kudumu na maendeleo ya eneo la Maziwa Makuu. Tshisekedi amesema hayo mjini Brussels nchini Ubelgiji wakati wa mkutano wa pili wa jukwaa la Gateway lililoandaliwa na Umoja wa Ulaya na kusisitiza kuwa bado hawajachelewa kusahihisha makosa ambapo ametumia fursa hiyo kumtaka Rais Kagame kuviagiza vikosi vya M23 vinavyodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kuacha mzozo unaosababisha vifo na mateso kwa wananchi wa Kongo na nukuu kauli yake, kwa wakati wote sijawahi kuonyesha mtazamo wa uhasama dhidi ya Rwanda, Uganda au yeyote kati ya majirani zetu tisa. Ni sisi wawili pekee tunaoweza kukomesha mzozo huu, historia itatuhukumu. Mwisho wa kunukuu. Aidha, Rais Tshisekedi amesema ametangaza kusitisha kwa muda jitihada zake za kushinikiza vikwazo dhidi ya Rwanda, akihusisha sitisho hilo kama hatua ya kutafuta amani ya kweli kwa maendeleo ya eneo hilo. Hatua hizi za kidiplomasia za Rais Tshisekedi zinalenga kuonyesha kuwa DRC haina mpango wa kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya majirani zake, bali inatafuta njia za amani na mshikamano wa kimataifa katika eneo lenye historia ndefu ya migogoro. Hatua hii inaweza kuwa mwanzo mpya wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili katika eneo la Maziwa Makuu.